Karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo. Sisi unajua tumenuia kukufanya wewe kuwa kiongozi bora, kushea maarifa na wewe kushea ujuzi, ili kuendelea kuongezea pale ulipokuwa napo, wewe uendelee kuwa kiongozi imara kesho na kesho kutwa, uweze kusaidia e, jamii yako, uweze kusaidia taifa lako, uweze kusaidia dunia hii. Tunaendelea kupasua anga namna hiyo, naomba uweze kuchukua muda wako kufuatilia kipindi hiki ili uweze kunufaika zaidi. Leo tunazungumzia e, swala zima la uongozi, lakini katika kuzungumzia uongozi, tutaenda kuangalia watu mbalimbali ambao wamewahi kushika nafasi za uongozi katika nyanja tofauti tofauti na wakaweza e, ku make progress au kuweza kupata matokeo mazuri, na kupitia hao tunaweza tukapata mifano hiyo ikaendelea kutujenga zaidi. Sasa daima huwa napenda tuanze na kujua uongozi ni nini? E, uongozi daima huwa tunasema kwamba e, uongozi ni ile, e, utaratibu ambao, e, unatumika, e, kuwasaidia watu kuweza e, kutoka katika hatua moja e, kwenda katika hatua nyingine. Ama kwa maana nyingine, tunaweza tukasema uongozi ni pamoja na e, kutafuta mwelekeo sahihi e, ambao unaweza kuwasaidia watu katika kufanikisha jambo fulani. Unajua kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kufanikiwa katika hali ya kawaida katika maisha bila kuwepo na mkono wa binadamu hata robot yenyewe imetengenezwa na binadamu. AI, ambayo sasa hivi tunaitumia sana, imetengenezwa na binadamu. Kwa hivi sio rahisi katika dunia ya leo kuweza kugusa kitu ambacho mkono wa binadamu haupo, na ndio maana tunasema kwamba binadamu hawa sasa lazima waweze kuwa na mpango mzuri wa kuweza kuwatumia ili kuweza kufikia katika kuweza kufikia malengo fulani. Unakuwa na objective, maana yake ni malengo, unakuwa na mipango E, unakuwa na mikakati lakini hivi vyote vinatakiwa kuwa executed, ama kufanywa viweze kufanya kazi na binadamu. Kwa hivyo tunapozungumza dhana nzima ya uongozi, tunamaanisha kwamba e, ni ile hali sasa ya kuweza kuwatumia watu ama kuweza kutumia nguvukazi ya watu kuhakikisha kwamba malengo ya watu ama malengo ya kitaasisi yanaweza kufikiwa kiurahisi sana. Sasa kuna nyakati tumewahi kuzungumzia na hapa atasema kwamba e, swala zima la kiongozi si tu lazima awe ni mtu mwenye cheo fulani. E, kiongozi anaweza akapatikana kutokana na situation ama hali fulani iliyojitokeza alafu akapatikana mtu kwa wakati huo akawa kiongozi na akawaongoza wenzake kuweza kufanikisha jukumu fulani ama jambo fulani. Mchukulie mfano kwamba wewe unafanya kazi katika jengo moja ambalo labda ni kubwa sana ama unafanya kazi sokoni ama unafanya kazi kwenye eneo ambalo watu ni wengi. Na pale likatokea jambo labda tuseme, eh, ajali ya moto. Eh, kwa wakati ule hatuwezi kusema kwamba tumtafute kiongozi wa soko au tumtafute kiongozi wa jengo au tumtafute e, kiongozi wa serikali ya mtaa. Wakati ule, wanaibuka watu ambao, au mtu ambaye anaanza kuwaelekeza watu kufanikiwa kuondoka ama kutokana na e, janga ama jambo lile lililotokea, na hapo ndipo ambapo tunasema kwamba sasa kiongozi sio lazima swala so, zima la cheo ni swala la nani, wakati gani anaibuka kufanya jambo fulani lililo sahihi, alafu hilo jambo likaweza kuwa ni la kuwasaidia watu wakafikia hatima fulani ama wakafikia eh, kuweza kufanikisha majukumu fulani. Kwa hiyo kuna watu mbalimbali katika dunia hii wamekuwa ni viongozi. Kuna viongozi katika familia, baba, mama, wewe ni kiongozi, au kama ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia unachukua uongozi e, katika familia, kwa maana ya kwamba ni wewe pamoja na wadogo zako, unawaongoza wadogo zako kuweza kufikia e, mipango fulani fulani ya kifamilia au ya kimaisha, na wanaweza kuachiwa na hata hivi. E, kuna nyakati niliwahi kuzungumza na ndugu mmoja, akawa ananiambia wadogo zake wengine huwa wanamuita baba. Kwa nini? Kwa sababu yeye alichukua majukumu ya kuanza kuwatunza baada ya kuwa baba yao e, mzazi alikuwa ameondoka duniani. Kwa hiyo yeye akateki responsibility ya mzee wa familia, akaanza kuwatunza wadogo zake na kuwaonyesha namna bora ya kuishi. Huyu alikuwa ni kiongozi e, katika familia, lakini kuna viongozi wengine wanapatikana katika mazingira, labda tuseme ya kikazi ama ofisini. E, anaweza akawa ni supervisor au anaweza akawa ni manager, anaweza akawa ni CEO mkurugenzi, e, ni viongozi au mkuu katika vitengo fulani. Hawa wote ni viongozi, wanafanya majukumu ya kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu fulani kwa kushirikiana na wafanyakazi wenzao ili kuweza kuhakikisha kwamba taasisi inafikia malengo yaliyokusudiwa. Hii lineno watu ni muhimu sana tunapozungumzia uongozi, ukiachilia mbali vitu vingine. Kwa nini? Kwa sababu nimetoka kufahamisha kwamba huwezi kufanikisha mambo vizuri mahali popote bila kuhakikisha kwamba unatumia ama unawaandaa watu vizuri, ili waweze kusaidia kufanikisha mambo hayo. Kwa hiyo kama wewe ni mkurugenzi, wewe ni manager, wewe ni mkuu wa kitengo, wewe ni afisa fulani, swala so zima la namna ya kudiri na watu wengine ili uweze kufikia malengo ya kitaasisi au malengo yako binafsi ni muhimu sana, na hata katika taasisi usije ukajisahau kwamba E, uko kwa ajili ya kutekeleza majukumu tu ya kitaasisi ama kufikisha ndoto za taasisi, bado malengo yako binafsi pia yanahitaji uongozi anahitaji ya uongozi wako binafsi, lakini pia anahitaji uongozi, e, wa watu wengine kwa maana ya kwamba kushirikiana na wenzao. Siku moja nitakuja kukuambia mmoja ya dhana potofu sana katika uongozi na kwa kuhusiana tu, ukweli ni kwamba si kwamba wewe ukiwa kiongozi unajua kila jambo, hapana. Kuna watu ambao unawaongoza probably wanaweza wakawa much better than you. Lakini wewe kwa sababu umepata nafasi ya kuwa kiongozi unapaswa pia kushirikiana nao vizuri ili wao waweze kusaidia wewe kutekeleza majukumu ya kitaaluma. Sisi, lakini pia hata wewe mwenyewe kutimiza ndoto zako za kimaisha. Sasa, ataangalia tena nyanja nyingine hapo, nimezungumza katika taasisi lakini pia katika siasa wapo viongozi. Unajua, wametokea viongozi mbalimbali katika dunia hii, unafahamu wengine. Labda tuchukulie mfano, sisi ni Watanzania. Hapa Tanzania tunajua kwamba tulikuwa naye mwanasiasa mahiri nguli duniani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye yeye alifanya jukumu kubwa sana la kuweza kuitafutia nchi yetu uhuru nchi ya Tanzania pasi na kumwaga damu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uwezo mzuri, alikuwa na uwezo mzuri wa kuzungumza na watu, kushawishi watu, kuwaambia nini kinachoendelea, kushirikiana nao, kusaidiana nao. Mwisho wa siku, nchi yetu ya Tanzania ilifanikiwa kuweka rekodi duniani kupata uhuru pasi na kumwaga damu. Huyo alikuwa ni kiongozi katika muktadha wa kisiasa, lakini pia wapo viongozi wengine, tuchukulie mfano kiongozi kama Mzee Nelson Mandela jirani yetu tu Afrika Kusini alifanya kazi kubwa sana ya kufanya nini? Kuwahamasisha Waafrika wenzake kukataa kabisa swala zima la e, ubaguzi wa rangi, ama tunaweza tukasema apartheid policy ambayo ilikuwa e, ilikuwa kule Afrika Kusini, kwamba kuna watu ambao e, wenye rangi fulani au wenye unasaba fulani, wao walikuwa advantages au walikuwa wanaweza kupata vitu fulani kwa sababu tu yeye anatokea au ni mtu wa rangi fulani. Sasa kitu hicho, e, Mzee Nelson Mandela hakiweza kumpendeza. Alifanya juhudi yote ya kuhakikisha kwamba anawaunganisha Waafrika Kusini, wanakataa kabisa jambo hilo, na kwamba wakafanikiwa, japokuwa kulikuwa na konsekuense kwake kama kiongozi, ambalo pia ni jambo la kuliangalia kwamba kama kiongozi si kwamba nyakati zote mambo yatakuendea wima, mambo yataenda yamenyoka. Kuna nyakati unaweza ukapita kwenye shida, kuna nyakati unaweza ukapita kwenye mabonde, kuna nyakati unaweza ukahitajika kupanda milima, lakini hayo yote bado yanaendelea kujenga kwa kiongozi. Kikubwa tu ni kuendelea ku remain focused kwamba ni kitu gani unachokihitaji, na hicho kitu unajua mbinu za kuweza kukifikia. Tunao viongozi wengine pia, labda tuangalie hata nje ya nchi. Wakina John Kennedy kutoka kule Marekani alikuwa ni kiongozi wa kisiasa, kijana mdogo, aliweza kupendwa sana na Marekani, alikuwa anawashawishi, anawapa mipango, anawaonyesha njia yes, lakini na yeye pia akaweza kufanikiwa kwa nyakati hizo akiwa kama eh, kiongozi kuna viongozi wengine ambao tunajua ni viongozi e, wa kiroho au viongozi wa kidini. Chukulia mfano mtu kama Mama Teresa wa Calcutta. Mama Teresa alikuwa ni mpaka kupewa hilo jina la mama au Mother Teresa ni kwa sababu ya uwezo wake wa kimama e, na pia kama binadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu na utashi wake kama kiongozi. Alipambana kwa njia zake zote kuhakikisha kwamba anawalisha wale waliokuwa na kosa chakula, anawatibu wale waliokuwa wanahitaji mahitaji na anawapa moyo wale waliokuwa na huzuni au waliokuwa katika shida na hiyo ameweka rekodi yake duniani kama mama mwenye upendo ambaye kwa kweli alionyesha juhudi zake zote kuhakikisha kwamba kile kilichokuwa kinatokea katika komuniti yake anajaribu kupambana nacho, baada ya kubaini kwamba hakiko sawa. Kwa nini tuwe na watu ambao wanaumwa, wapati msaada, wagonjwa wapati msaada, watu wanakosa chakula, wapati msaada? Mama Teresa akaona hili ni jambo la kulifanyia kazi kama kiongozi na yeye akaweza kufanya bidii kubwa mpaka akaweza kupata matokeo makubwa sana, na dunia inamweka katika historia kama mama mwenye uwezo mkubwa aliyefanya kazi yake au aliyetimiza ndoto zake na ndoto za binadamu wenzake hapa duniani. Hapo tunaangalia viongozi wa kiroho. Wapo viongozi wengi wa kiroho ambao unawafahamu, wengine walishaondoka, wengine bado wapo kama kina Pope Francis e, Mtume Muhammad, Bwana Yesu Kristo. Hawa wote ni viongozi wa kiroho e, mtumishi wa Mungu Musa anawatoa watu katika utumwa e, utumwani Misri, anawapeleka katika nchi ya ahadi. Ni moja kati ya stori ambayo ni nzuri sana nimewahi kukutana nazo katika dunia. Lakini hiyo ukimwangalia mtu kama Musa, unaona kwamba amefanya kazi ya uongozi ambayo ilikuwa inamdai kuwajibika. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya tano mstari wa kwanza nakwambia kwamba e, Musa pamoja na Haruni waliondoka mpaka kwa yule aliyekuwa anaitwa Farao ambaye ndo alikuwa mkuu wa Misri, ambaye alikuwa amekubali au ameamua kutoa amri za kuwaweka ya kuwaweka watumwa wana wa Israeli. Lakini Musa aliwajibika kwa kunyanyuka na kwenda akamwambia, yeye pamoja na Haruni wakamwambia Farao kwamba Mungu ametaka wewe uwaachie watu wake waende. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba kama kiongozi wajibikaji ni kitu muhimu sana na Musa alikuwa ni kiongozi, tunamtemu kama kiongozi wa kiroho kwa sababu stori yake tunayosoma vizuri katika Biblia kwamba mawasiliano yake yeye na Mungu alikuwa anayatumia hayo kuzungumza na Wanaisraeli na kuwapa moyo kwamba haya maisha ya utumwa kuna siku yatakwisha, haya maisha ya utumwa kuna siku tutavuka. Na yeye kwa kweli akafanikiwa kuwatoa, hakufika kwa mjibu wa Biblia, hakufika kwa nchi ya ahadi, lakini Musa aliweza kufanya kazi yake hiyo kwa ukamilifu sana. Ndio tumesema kwamba tunaona kama na mtume Muhammad, leo hii waislamu ni wengi dunia nzima. Kwa nini? Kwa sababu ya kazi kubwa aliyoifanya nani? Mtume Muhammad. Tamazama bwana Yesu Kristo, kazi kubwa aliyoifanya majority of the people in the world leo ni wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu alipatikana kiongozi mmoja ambaye ni Yesu Kristu akawafanya watu kuweza kuamini kwamba e, maisha ya upendo yanawezekana, maisha ya imani yanawezekana, maisha unyenyekevu yanawezekana, kuwahudumia wengine inawezekana. Falsafa yake Yesu imewezesha e, kuwepo na Wakristu wengi sana duniani. Huyu ni kiongozi ambaye tunasema aliitishwa na Mungu katika dunia wafanya wanadamu waweze kumfata Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hao ni viongozi kati ya viongozi wa kiroho ambao sisi e, tunaweza kujifunza ama tutaangalia kupitia wao na katika e, taarifa ambazo zipo katika vitabu tukajifunza zaidi na kuweza kupata maarifa zaidi. Tutazame katika eneo la biashara. Kuna viongozi katika eneo la biashara pia. Watu wengi sasa hivi ni gurus katika biashara. Tumchukulie mtu kama Jack Ma huyu Mchina yeye aliweza kufanikiwa eh, kuanzisha kampuni ya Alibaba. Alibaba today, Alibaba sasa hivi ni ni zungumzo la dunia. Ni kampuni ambayo inafahamika dunia nzima, inatengeneza uchumi mkubwa kwa China, inaajiri watu wengi Uchina. Kwa nini? Ilianzishwa na Alibaba ambaye yeye mwenyewe kwa stori yake anasema alitaka aajiriwe katika jeshi la polisi, lakini akakoswa sifa fulani, kwa hiyo wakamkataa, akaenda akaanzisha hiyo kampuni mpaka leo. Eh, kuhusiana na nini? Kuhusiana na Alibaba. tuwaone watu kama akina Bill Gates. Bill Gates, tunajua kwamba historia yake inaonyesha kama ni kijana ambaye hakwenda shule sana hakumaliza, hakwenda, alienda shule lakini hakufika katika vile viwango vya juu vya kielimu ambavyo alikuwa anategemea na pale akaanza kutengeneza hizi kampuni za Microsoft na baadaye, leo hii tunamzungumzia Bill Gates kama tajiri mkubwa sana, e, duniani ambaye ameiwezesha nchi yake ya Marekani kuwa na uchumi mkubwa, lakini pia kutengeneza ajira e, na kuboresha maisha ya watu. Kwa nini? Kwa sababu sasa Bill Gates tunamzungumza kama kiongozi ambaye katika biashara utaona anafanya, lakini pia sasa tunamuona kama ni mtu ambaye ameingia kwenye nyanja za kijamii kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali mbali za jamii na hapo e, tutaona kwamba au e, utaona kwamba ameanzisha taasisi kama Bill Gates Foundation kwa ajili ya kudiri na masuala mbalimbali mbali, e, katika, katika katika katika dunia. Tunamwangalia mtu kama e, Jeff Bezos yule mwenye kampuni ya Amazon ambayo inafanya kibiashara katika mtandao, yule ni kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu ile kampuni kubwa, anaongoza watu wengi, anawashirikisha watu wengi, inatengeneza uchumi mkubwa, anaheshimika kwa sababu ya uwezo wake. Ni kiongozi katika biashara. Tuangalie hapa nyumbani kwetu Afrika, tuangalie watu kama akina akina Alko Dangote, wale ni viongozi wakubwa katika biashara. Dangote leo, huwezi kumwambia, hata kama angekuwa ni mtu ambaye hajaenda shule, lakini bado anaweza akakaa na viongozi wakubwa duniani wakadiscuss mambo. Kwa nini? Kwa sababu ni kiongozi katika eneo la biashara amefanikiwa kufanya biashara yake kuwa kubwa sana, kujulikana duniani, kutengeneza uchumi mkubwa, kuajiri watu, kuboresha maisha ya watu na vitu kama hivyo. Lakini hata hapa nyumbani, tuna Tanzania, tunaona stori kama za kina mzee Reginald Mengi, eh, mwanzilishi wa makampuni ya IPP Media, huyu alikuwa ni kiongozi. Leo hatunaye mzee Mengi, lakini tunayo ITV tunayo Radio One, tunayo EATV na zingine nyingi, au na biashara nyingi alizokuwa anazifanya mzee Mengi. Leo sisi bado tunaendelea kupata zile huduma ambazo yeye akiwa hai aliweza kuziunda kuzi, kuzi ama kuzi, kuzitengeneza <coughs> tunawaangalia pia e, niliwahi kumsikiliza e, mtu mmoja ambaye wengi tunamfahamu naye pia ni marehemu e, Ruge Mtahaba. Ruge Mtahaba ni kijana alikuwa kijana, ya hatunaye sasa hivi, lakini alifanya kazi kubwa sana kwa maelezo yake. niliwahi kumsikiliza Ruge anasema, walianzisha e, walianzisha na kusimamia Clouds Media e, wakati huo ikiwa ni katika kieneo kidogo, lakini wakaendelea, wakapiga hatua, wakashawishi watu, watu wakaelewa kile walichokuwa nakifanya, wakakipenda na Ruge mpaka wakati anaondoka duniani e, wote tunashuhudia kwamba ilikuwa ni icon kwa vijana. Kwa nini aliweza kuwafanya vijana wakapenda ile kazi aliyokuwa anaifanya? Na hili ilikuwa ni mbinu moja wapo pia ya kuwaunganisha vijana katika mziki, katika matamasha, katika matukio mbalimbali mbali. kwa hiyo kitu kikubwa cha kuzingatia ni kwamba uongozi ni application ambayo iko kila eneo ama kila nyanja kikubwa ni kuangalia kwamba wewe ni kiongozi katika eneo gani, na usiminimize ama usipunguze uwezo wowote ya kwamba wewe ni kiongozi kwa sababu tu katika familia unaona kwamba labda wewe ni kiongozi mdogo. Hapana, kwa sababu katika hiyo familia unaweza wewe ukatuinulia mtu ambaye ni mkubwa sana, au akaja kuwa mtu mkubwa sana akatusaidia sisi wote. Kwa nini? Kwa sababu wewe katika familia ulimtengeneza kuwa kiongozi bora, ama katika ile taasisi ambayo wewe unafanya nayo kazi, usi underestimate wale kazi unayoifanya ukasema, labda hii ni kazi yangu ya kawaida. Hapana. Katika wale unaofanya nao kazi unaweza wewe ukamtengenezea mtu ambaye kesho na kesho kutwa akaja kufanya kazi ambayo ni kubwa sana katika jamii, whether ni katika siasa ama katika multilateral organization, tunaweza tukapata mtu, lakini tukifuatilia genesis au chimbuko la huyo mtu tutakuja kugundua kwamba wewe ndiye uliyemtengeneza, pamoja na kwamba ulikuwa naye pale katika ofisi. Ama wewe fikiria kama ni mwalimu katika shule ama katika chuo unaona kwamba unadili na watoto wadogo, au unadili na wanafunzi, lakini katika hawa ndoto kubwa sana zimefichika ndani yao, na wewe umepewa jukumu la kuhakikisha kwamba ndoto hizo unazifungua ama unazitengeneza, ili kesho na kesho kutwa ziweze kuwa ni msaada mkubwa sana katika taifa, katika jamii, na katika dunia yote. Kwa hiyo, ndugu kiongozi, nataka nikutie moyo kwamba wewe weka bidii sana kuwekeza katika watu. Kwa nini? Kwa sababu uongozi essentially, ama mwisho wa siku, uongozi ni swala zima la watu. Uongozi ni swala zima la watu. Uongozi sio vitu. Uongozi ni wewe kuhusika na watu moja kwa moja, kuwaandaa wale watu, kuwatengeneza wale watu, kuwaunda wale watu kimaadili na kila kitu, kuhakikisha kwamba kesho na kesho kutwa wanakuwa ni viongozi bora. Lakini viongozi bora wanatokana na nini? Wanatokana na kuongozwa na watu walio bora sana. Asante sana, it begins with you do your best and God shall do the rest. Asante.